Nam, mambo vipi? Karibu kwenye Kurunzi Live tarehe kumi na tatu mwezi Januari mwaka elfu mbili ishirini na sita. Leo tunazungumzia uchaguzi mkuu nchini Uganda ambao unafanyika siku mbili zijazo, tarehe kumi na tano mwezi huu wa kwanza elfu mbili ishirini na tano. Studioni mimi Suleman Mwiru, niko na mwenzangu hapa, jina langu ni John Juma na kusiitwe sote hadi tamati katika di, dakika hizi angalau kati ya kumi na tano na ishirini tukidadisi na kudadavua uchaguzi huo wa Uganda. Naam, John mambo vipi? Safi sana. Mambo yako vizuri. Nashukuru. Safi kabisa, leo na jumanne nyingine kama kawaida yetu kwenye Kurunzi Live tunazungumzia masuala kadhaa, lakini leo tunajikita zaidi kwenye kuzungumzia uchaguzi mkuu nchini Uganda ambao unafanyika tarehe kumi na tano mwezi huu. mm -hmm. Ni sawa kusema siku mbili zimebaki, masaa arobaini na nane kesho kutwa. mm -hmm. tunazungumzia uchaguzi ambao tunaowagombea nane ikiwemo rais anayetawala kwa sasa rais Yoweri Kaguta Museveni, lakini pia tunaambiwa kwamba jumla ya wa, wapiga kura kiasi milioni ishirini na moja nukta sita wamejiandikisha tayari kabisa kuisubiri siku hii muhimu ya kufanya maamuzi kwa raia nchini Uganda. Ikiwa umefuatilia siasa za Uganda kwa muda mrefu, za Afrika Mashariki, uchaguzi wa Uganda ambao umebaki masaa machache kwenda, nini hasa ambacho kipo kichwani mwako muda huu kuelekea siku hii? ni uchaguzi muhimu sana ikizingatiwa kwamba mm. rais aliyepo madarakani mm. ameitawala nchi hiyo kwa miongo minne mm. inamaanisha kwamba yule ambaye sasa hivi Mganda ambaye umri wake ni miaka arobaini mm. ana chukua tu, tu, tu, tu, tu, tu mfano mimi <laughs> <laughs> <laughs> mimi nimezaliwa no. Museveni tayari ni kiongozi wa Uganda no. mpaka niko hapa na wewe tunazungumza hapa no. bado yupo madarakani mm-hmm. kwa hiyo usiende mbali sana, tuko hapa studio, <laughs> tuko pamoja. Wengi hawafahamu labda marais wengine waliotangulia, ila wanafahamu tu kwa kusoma mm. katika historia. Kwa hivyo ni uchaguzi muhimu sana, lakini pia tufahamu kwamba wapo wagombea wanane kama ulivyowataja, na mgombea mwenye umri mkubwa zaidi mm, rais Museveni. Museveni ni rais Yoweri Museveni akiwa na umri wa miaka themanini na moja, lakini kuna mgombea mdogo zaidi ambaye ana umri wa miaka thelathini na saba ambaye huyu sasa tunamwita kama Gen Z kabisa. <laughs> Kwa hivyo kuna uchaguzi wa kulikuwa kwa kuangalia umri pia mm. Wapo wazee, wapo vijana wanaotaka kuchukua uongozi. Je, wazee wanasimamia nini, wanataka nini? Na vijana wanataka mabadiliko ya aina gani? mm -hmm. nchini Uganda, na ndo hapo zinakuja sasa sera ambazo zimekuwa zikimwagwa kwa kwa wananchi na hawa wagombea nane ambao wanataka nafasi ya kuiongoza nchi ya Uganda na. lakini ukizungumzia kwa uhalisia ambao tunauona pamoja na kwamba wapo wagombea nane ambao wanawania kinyang'anyiro hiki cha urais, wapo mm -hmm. wagombea walau unaweza kusema wawili ambao wanatajwa hasa katika vyombo vya habari na ambao wanapewa nafasi kubwa sana na wananchi ambao wanapambana kwa mara ya pili tunamzungumzia Museveni mwenyewe pamoja na Robert Kyagulanyi maarufu Bobi Wine. Hii ni kama rematch, unaweza kusema mwaka 2021 pia walikuwa wanavutana hawa watu wawili na mara hii tena kwa mara nyingine wanavutana. Lakini, John tukizungumzia hao tutazungumzia baadaye kidogo. Lakini tukizungumzia ushiriki wa wananchi wa Uganda katika kwenda ku, katika zoezi la kupiga kura katika chaguzi kadhaa zilizopita zinatofautiana. Mm-hmm, unaweza kumweleza vipi mtu ambaye pengine hafahamu kinachoendelea katika chaguzi za Uganda, kwa kulinganisha ule chaguzi zilizopita na huu wakati unaelekea katika huu ambao unafuata? Naam, mm. ulivyotaja hapo awali kuna ushindani mkali mm. uh, ambao ama um, ushindani upo miongoni mwa wagombea wawili haswa mm. ambaye ni rais aliyepo madarakani mm. wa NRM naye ni Museveni dhidi ya Bob Bobi Wine. Bobi Wine mm. majina halisi ni Robert Chagulanyi uh, maarufu Bobi Wine, sasa katika uchaguzi huu vijana wengi wao wameonekana kuegemea upande wa Robert Chagulanyi mm -hmm. Na umaarufu wake pia umejikita um, um, um, um, um, sana mijini mm -hmm. Wakati ambapo uh, Rais Yoweri Museveni yeye ana uh, wafuasi wengi tu katika mm -hmm. taifa zima, lakini pia katika umri, uh, um, umri mseto mm -hmm. lakini zaidi mm -hmm. wakubwa ulilo uliloliuliza ni muhimu kwa sababu ukiangalia takwimu ni kwamba idadi ya wale ambao wamekuwa wakijitokeza jitokeza kupiga kura mm, katika mfano uchaguzi sita zilizopita, mm. takwimu zinaonyesha kwamba imekuwa ikishuka, mm. ikishuka ikishuka, mm. yeah. Kwa mfano unaanza like tukamkumbusha msikilizaji hapa kwamba mwaka elfu mbili na moja no. kulikuwa na idadi ya wapiga kura asil, asilimia sabini waliojitokeza, lakini mwaka elfu mbili na sita uh-huh. ikashuka kidogo ikawa stini no. na moja, tisa elfu mbili na kumi na, na moja wakawa hamsini tisa. na tisa asilimia lakini elfu mbili na kumi na sita ikapanda kidogo ikawa stini na nane, lakini mwaka elfu mbili ishirini na moja mambo yakawa chini zaidi ikawa hamsini na tisa na sasa hivi tunaambiwa ishiri hmm. na moja kulikuwa na wa, wapiga kura wa, wa milioni kumi na nane waliojitokeza kupiga kura, lakini mara hii tunaambiwa wako milioni ishirini na moja nukta sita ikiwa ni ongezeko la e, walau watu milioni tatu nukta tano hivi kulinganisha uchaguzi uliopita. Kwa hiyo sasa ni, ni mpishano ni kama vile mtu anaweza ka anajiuliza huu tofauti wa watu kwamba kuna wakati fulani grafu inapanda mm -hmm. wakati inashuka ni mm -hmm. nini hasa ambacho kinaweza kinasababisha hii idadi ya watu kujitokeza kwenda kupiga kura inakuwa inapishana. Ni kwamba watu wanaona kwamba wanayomchagua hapa ni nafasi ya wachambuzi wa wengi wachambuzi wengi mm. ambao wametathmini uh, wame uchaguzi Uganda mm. wamehoji kwamba wengi wanaamini kwamba uchaguzi huu mm. ni kama kufunga biashara ku... <laughs> uchaguzi ushafanyika mm -hmm. Wengi wanampigia upatu rais uh, Yoweri Museveni kushinda uchaguzi huu kwa mm. hivyo ndio maana unaona idadi inazidi kupungua, kushuka, si wengi wanajitokeza kupiga kura, kishajua kwamba hata ah, nikienda ni, ni, ni, ni, ni mchague yule mwingine, lakini mifumo imeonyesha kwamba ushindi utamwendea fulani wa fulani, na ikiwa chaguzi sita zote ambazo zimepita, mshindi mm. amekuwa ni mmoja mm. wana baki na maswali, ni nini haswa itafanya mambo yawe tofauti hmm. wakati huu. Lakini hapo ndipo wana, wanakosea kwa sababu uh, uchaguzi ule ni haki yako, ni uhuru wako wewe mwenyewe hmm. kutumia kura yako kufanya hmm. maamuzi, na jana hmm. si leo mm -hmm. yaliyofanyika jana yaweza yakawa ya tofauti na ya leo. Ni kama unatia doa mifumo ya ama tume ya huru ya uch tume ya uchaguzi Uganda ama mifumo yenyewe ya serikali ya Uganda, kwamba ni kama inambeba Museveni ama, ama unamaanisha si mimi. Lakini uh, mm. ukiangalia jinsi ambavyo wachambuzi wamezungumzia hata mm. mazingira mm. ya kampeni ambayo yamefanyika uh, sasa hivi, sasa hivi na mm. hata wakati uliopita tuzungumzie, uchaguzi kampeni za mwaka elfu mbili ishirini na moja mm. ambaye ambapo chagulanyi mm. alishiriki alipitia mazingira magumu mm, kuna ripoti kwamba yeye mwenyewe kampeni zake zilikandamizwa, baadhi ya wafuasi wake waliweza kukamatwa na hata wengine walipoteza maisha mm. uh, maandamano yale ya tuliyoyashuhudia yalikabiliwa na ukandamizaji mkubwa mm -hmm, Labda mtu angejiuliza kwa nini huyu ashiriki tena, lakini tunamwona yeye ni mpambanaji, wala mm. hajakata tamaa mm. bado anajitokeza kushiriki mm. na hata wakati huu, je, kumekuwa amefanya kampeni kwa njia ya uhuru mm -hmm. ilivyotarajiwa? mm -hmm. Ripoti nyingi zinaonyesha kwamba amepitia kashkashi, kashkashi mm -hmm. unaona, unaweza kukumbushia pia hata kipindi cha Kizza Besigye alivyokuwa anagombea naye kwa upande wake, ambaye mpaka sasa hivi yuko korokoroni anashikiliwa. Mazingira kama hayo, si ajabu kwamba Robert Kyagulanyi hapo jana amesema kwamba yeye, endapo uchaguzi hautafanyika kwa njia ya huru na haki, basi ataitisha maandamano. Kwa hivyo, tayari kana kwamba anaonyesha dalili za kuanza kuhofia au kuwa na wasiwasi na uchaguzi wenyewe. Chamsingi lakini, kuku... Pia akasema mm -hmm, kwamba yupo tayari kukubali, kukubali ikiwa uchaguzi utafanyika huru na haki na akashindwa, basi atakubali. Lakini msikilizaji na mtazamaji kwamba e, tunaambiwa kwa sasa hivi kuelekea kwenye siku ya uchaguzi idadi ya wapiga kura ya wanawake ni asilimia hamsini na mbili lakini arobaini na nane kwa wanaume. Kwa hiyo wanawake ni wengi sana ambao wataenda kupiga kura kuliko wanaume mara hii. Lakini tuelekee Uganda, John tukawasikiliza waganda wenyewe wanasemaje. Tulizungumza nao baadhi na wakatuambia kuelekea uchaguzi huu ni kipi ambacho, ni yupi kwanza wanayempa nafasi, na yapi ni maoni yao kuelekea siku hii muhimu kabisa kwa waganda kwenye uchaguzi mkuu hapo kesho kutwa. Wengi wanasema kwamba bado watu wanamtaka na kwa kweli ndio, kwa sababu amesababisha mabadiliko mengi sana linganisha na jinsi alivyoingia madarakani na sasa mambo mengi yamebadilika. Lakini ya pili, unaweza kusema kwamba ndio hajamwandaa mtu vilivyo, au wale ambao amewaandaa hawajaonyesha kwamba wako tayari kuchukua hatamu za uongozi, kwa sababu angekuwa ameshawaandaa watu, labda wengine wangesema bana, umeshamwandaa fulani kamu, kampisha lakini kwa sababu, kwa, mba, ja, krosha, ndiyo, kwa ndiyo, sababu naona kwamba wale hawajajiandaa vya kutosha, labda ndio sababu amekuwa akijiongezea muda na wengine wakimwongezea muda, lakini kama nilivyosema, ukiona kwamba vile Bobi Wine amestahimili, inaonyesha ukomavu wa kisiasa, kwa sababu ukomavu wa kisiasa hapa barani Afrika, ukiwa mgombea wa upinzani, lazima uwe tayari kukabiliana na mambo uh, kama haya. We have not seen anybody to replace him at the moment, but when time comes, yeah, we shall see and identify. Thank you. Sasa tunataka ule rahisi Yani anajua shida zetu wa vijana wa vijana, tuko wengi Uganda tunashinda hata wazee. Sasa ule rais anajua ati anaweza kuweka kazi eh, kazi kwenye vijana, anaweza anaweza anaweza kutumbisha wa vijana hmm, juu sasa sisi wa vijana tunaumia sana, kila kila kila mara wanatu wa, nisema wanatu wana promise lakini hawafanye nini. Kama wa vijana tunataka ule rais ambao watasikiliza sisi, sisi wa vijana, sisi ndio Uganda wa kesho. Umesikia maoni, kuna kijana amezungumzia hapa kwamba anataka mabadiliko, lakini kuna watu wawili hapa ambao ni watu wazima wamezungumzia kwamba wao ni kama wanampa nafasi ya kuendelea kuongoza taifa hilo ro, eh, Rais Museveni no. na kuna mmoja anasema kwamba amezungumza swala la ukomo wa madaraka na kwamba mm, bado hawajaona mtu anayetosha kuvaa viatu hivyo. Na hili swala ambalo limekuwepo kwa muda mrefu, watu wengi wakuwa wanajiuliza inawezekana vipi, hata baada ya miaka arobaini yakuwa madarakani bado Museveni anaona kwamba anayo nafasi ya kuendelea kuiongoza nchi, kama hili kwamba hakuna watu ama ni kitu gani hasa ambacho kinaendelea? Sheria inamruhusu mm, hadi mwaka elfu mbili mm, na tano, kulikuwa na sheria ya ukomo wa madaraka, lakini bunge la taifa hilo lili futa sheria hiyo mm -hmm. na ku kuiacha wazi mm -hmm. kwa hivyo ilimpa nafasi rais aliyepo madarakani mm -hmm. kuongoza milele mm -hmm. na ndio sababu uh, rais Museveni bado hata katika umri wake mm -hmm ana nafasi na anaruhusiwa kisheria kuendelea kuendelea kuwania mm -hmm. Sasa mm -hmm. Tuwazungumzie hawa watu wawili ambao wanafanya rematch, eh? Museveni pamoja na Bobby Wine Robert Chagulanyi ambapo kwa watu wengi sana wanazungumza mtandaoni kwamba, um, kama walivyosema vijana wengi katika mikutano ya hadhara ya, ya Bobby Wine mm -hmm. anaona ni kubwa sana la vijana ambao wanamuunga uh -huh. mkono lakini watu wa rika fulani hivi la miaka 45 kuendelea ni kama vile wanamuunga mkono eh, rais Museveni na vitu kama hivyo sasa kuna wakati fulani watu wanajiuliza Bobi Wine ni kweli anao ubavu wa kumng'oa madarakani Museveni? Na vipi kuhusiana na sera zao ambazo pengine zingeweza kumpa nafasi ya kuongoza nchi kuelekea, labda mbinu zake hmm. Uh, labda sera zake, labda watu hawajapokea kwa hmm kikamilifu mm. Lakini pia huenda ipo uh, yapo mambo ambayo yapo nje mm, ya uwezo wake. Tuzungumzie tum, tum, ahadi ambazo mfano mm, rais aliyepo madarakani anazitoa mm, haswa yeye anasema kwamba ipo haja ya kutunza na kulinda mafanikio ambayo yamepatikana mm. Hayakupatikana kwa njia ya rahisi mm, oh, ni jasho lilitoka kama ni damu ilimwagika, lakini hadi pale walipo mm kuna mafanikio ambayo wanataja mm. Iwe ni katika sekta ya kilimo na wanataka waendelee kutunza mm. Na naamini kwamba nchi ipo salama mikononi mwake, mwake mm. Na katika chama chake mm. ili kuendelea ku, uh, kutunza kuongoza. Lakini pia anazungumzia kuongeza ujenzi wa viwanda mm. kuhamasisha usindikaji mm. wa mazao kama kahawa mm. uh, kuongeza ajira pia kwa vijana, kwa vijana mm. uh, labda mtu atajiuliza mm. ameongeza kwa kiwango gani katika miaka hii ambayo amekuwepo madarakani mm. Bila shaka naamini kwamba amepiga hatua, lakini swali ni je, vijana mm. wanaridhika na kiwango ambacho kinapatikana kinapatikana? mm -hmm. Hilo ndio swali na hilo swala litakuwa kwenye debe ambapo mm. vijana watafanya maamuzi na waganda wa, wa, wa kwa, kwa ujumla, upande wake Bobi Wine mm. anataka Uganda mpya, Uganda huru mm. mabadiliko ya kidemokrasia anataka mm. arejeshe uh, sheria ya ukomo wa muhula, ukomo uh, wa umri mm. kwamba unapaswa kuongoza ama kwa kipindi uh, fulani, fulani. Mm. unaona sa mambo kama haya yanakinzana katika umri mbalimbali mbali. Wapo mm. wanaokumbatia sera zake Museveni. mm. wapo wanaokumbatia mm. sera zake uh, chagulanyi mm. na wengine mm. sita ambao ukiniruhusu ni wataje mm. mfano Robert Kasibante mm. uh, Joseph Elton Mabirizi, Nathan Nandala Mafabi mm. Mugisha Gregory Muntu Oyera uh, Mubarak Serunga Muyangwa na Frank Bulira kabinga. Mhm. Mm, John nimemsikiliza Museveni um, jana alikuwa anatolea mfano jambo moja, ingawa nakiri kwamba bado kuna hali ngumu nchini Uganda ya kimaisha. Anasema kwa mfano, ikiwa umepata barabara nzuri mm -hmm. alafu nyumbani ukawa hauna sukari. Maana yake hapo hukupepo maskini. Maana yake umaskini uko nyumbani kwako, lakini huduma za barabarani zipo. Kwaya, anamini, anamini, kwa hiyo anaamini kabisa kwamba lazima kwa sasa watu waji wawe vizuri nyumbani, alafu kwa sababu anasema uko barabarani kama vile wa, wa, na hueni lakini nyumbani kama watu wanangoneka nyumbani mambo yanakuwa magumu. Lakini Bobi Wine yeye anasema kwamba siku zake mfano mia moja akipata nafasi ya kuchaguliwa, kwanza atawaachilia huru wafungwa wa kisiasa na anazungumzia masuala ya haki na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hawa ndio wapinzani wakubwa wawili. Lakini swala ni kwamba tumeshuhudia katika chaguzi kwa mfano kama Tanzania mfano kama mm. isingetokea yaliyotokea kwa mfano no. internet ilikuwa imepata shida kidogo na asahivi hapa Uganda <laughs> mazingira ya Tanzania na, na, na, na nchi nyingi za Afrika yana kama yanakaribiana, mm -hmm. Unayo hofu hiyo kwamba pengine mitandao ya kijamii inaweza ikapotea kama ilivyokuwa kwa Tanzania kwenye uchaguzi huu wa Uganda? Sitaki kuwa mtabiri uhum, wa mambo mabaya, lakini kuna uwezekano mkubwa kwa sababu tumeyashuhudia yashuhudia hayo yakitendeka katika baadhi ya mataifa ulimwenguni. Uh, si hata afrika pekee lakini katika kanda ya Afrika Mashariki. Baada ya kuona yaliyofanyika Tanzania, kuna uwezekano mkubwa sana kwa jambo kama hilo kufanyika. Sijui mazingira ya wale ambao wanakuja kutizama tu yakoje, mazingira kwa waandishi habari uhum, katika kuelekea uchaguzi huu. Hmm. Haja kuwa yale uwazi uh, ya uwazi vile hmm. kwamba kwa hivyo chochote kinaweza kutokea mm -hmm. Yeah. Na leo nimemsikiliza muda mfupi kabla hatujaingia hapa, nimemsikia mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Uganda anasema kwamba anapokea vitisho kutoka kwa watu kwamba ikiwa atamtangaza mtu ambaye sio yule anayetakiwa. Sasa hajaweka wazi vitisho kwa kutoka kwa wananchi ama kwa nani, hajaweka wazi mesema, mm -hmm. Lakini amesema anakiri kabisa kwamba anapokea jumbe za vitisho kuelekea siku ya uchaguzi, lakini tunajua mambo yatakavyokwenda hapo baadaye. Lakini turute na Uganda kwa mwandishi wetu Lubega Emanuel ame tuambia kuhusiana na tofauti iliyopo kwa sasa kati ya chaguzi uchaguzi huu na chaguzi zilizopita amepima mizani mambo no. yako vipi na wacha tumtazame tuambie hali halisi ni kipindi kingine cha uchaguzi nchini Uganda ambapo wapigaji kura wanajiuliza je safari hii kuna uwazi gani katika uchaguzi huu tofauti na chaguzi zilizopita mambo ambayo wanajiuliza Tume ya uchaguzi itakuwa na uhuru gani kuhakikisha kwamba inaendesha uchaguzi huu kwa njia ambayo ni ya uwazi, uhuru na ambayo itatoa matokeo ya kweli. Wapigaji kura wana mashaka kuhusu swala zima la upigaji kura, kuhesabu kura hizo na vile vile kuwasilisha matokeo ambayo ni ya kweli. Jambo lingine ambalo linaleta mashaka kwa watu ni swala la vurugu. Maana yake vurugu zimekuwa zikishuhudiwa katika chaguzi zilizopita, na safari hii kumekuwa na mashaka kuhusu na wengi wanajiuliza safari hii ni mambo gani ambayo yamefanywa ili kuepusha vurugu katika uchaguzi wa safari hii. Na kama ilivyo ada, kuna wagombea wawili nyeti kwa kiti cha urais. Wao ni Rais Yoweri Museveni ambaye ametawala Uganda kwa miaka takriban arobaini na mgombeaji wa chama cha upinzani Robert Chagulanyi maarufu kama Bobi Wine ambaye ni mara yake ya pili kushiriki katika uchaguzi huu. Mm -hmm. John, mamsikia Lubega anasema kuna wasiwasi kuhusiana na wazi wakati wa kuhesabu kura na zoezi zima la kupiga kura, na ikiwa kweli kuna mazingira ya kuaminika kwenye mchakato wenyewe kuelekea hiyo siku ya mwisho, lakini pia akazungumzia masuala ya vurugu, vitisho na masuala kama hayo ambayo anaeleza hasa kwenye upande wa wapinzani, viongozi wa upinzani na hata wafuasi wa upinzani wa mm -hmm. Sasa Lubega yupo Kampala, Uganda anaona hiyo hofu kwa watu whio wa oh, kama lingekuwa ni jambo ambalo unaweza kulizungumza kuelekea siku kama hii kwa Waganda na kwa mchakato mzima wenyewe ambao tunauendea, ungeweza kusemaje? Bila shaka uchaguzi ni nafasi muhimu sana kwa raia wa kawaida kufanya maamuzi sahihi, mm. ili kuhakikisha kwamba anapata uongozi anaoutaka katika kipindi cha miaka mm. mitano ijayo katika taifa lake. Ndio wakati pekee uh, kikatiba ambayo unapewa hiyo nafasi ya kumwondoa mtu madarakani Mutumba, na kumwingiza au usiyemtaka au, mm -hmm. au kumrejesha yule unayemtaka madarakani mm -hmm. au kumleta mwingine kwa lengo la kuleta mabadiliko mm -hmm. yeah. Uh, mfano Uganda wamezungumzia miongoni mwa masuala ambayo uh, yametajwa kuzonga uh, Uganda ni swala la ufisadi mm -hmm. ni swala la ukosefu wa ajira kwa yeah. mm -hmm. vijana uh, na mambo haya ni makosa au mapungufu ya kila miaka anaenda miaka rudi mm. Sasa wanapoenda kufanya kupiga kura mm. Watakuwa wanatokomeza mwanazika haya katika kaburi la sahau ama mm. wanayaruhusu mm. kuendelea na, ikiwa mengi yamefanyika, barabara zimejengwa ulivyokuwa ukisema mm. uh, pia wanarudisha zile huduma bora mm. ya ujenzi barabara, hospitali, kilimo mm na utulivu wa nchi itategemea wao wenyewe. Kwa hivyo, la muhimu ni wao wenyewe kuchukua nafasi hiyo na kujitokeza kutimiza ahadi yao ya kikatiba, yani kupiga kura. La muhimu kuhakikisha kwamba kuna amani na utulivu wakati na hata baada ya, e uchaguzi, e uchaguzi. mm -hmm, umegusema swala muhimu kabisa ambayo bila shaka ndio ajenda kuu kuelekea siku hii ya uchaguzi mkuu nchini Uganda hapo ya ya kumi na tano, masuala ya ajira, masuala ya maisha, pamoja na na fursa za kiuchumi, masuala masuala kama hayo ambayo bila bila bila shaka shaka shaka watu watu wengi wangependa yapatikane majibu atakapochaguliwa kiongozi mpya, awe ni Museveni au au Bobi Wine au watu wengine, bila shaka ndio masuala makubwa. Muda sio rafiki, John, tunaweza kuzungumza mpaka asubuhi, lakini bila shaka tunaendelea nayo kwa sababu siku uchaguzi umebaki siku mbili masaa machache, na tutaendelea kuwajulisha na kuwahabarisha kuhusiana na uchaguzi wa Uganda mpaka hapo matokeo yakapotangazwa. Na mimi ni Suleiman Mwiru. Jina langu ni John Juma. Shukran sana kwa muda wako, na bila shaka sisi kama DW Kiswahili tutakuwa tunafuatilia uchaguzi huo na kukufahamisha yale yatakayokuwa yakijiri kwanzia uchaguzi uanze hadi utakapokamilika hadi wakati